Nalo shirika la huduma kwa wanyamapori sasa limetoa onyo kwa wakazi wa eneo la Seme, kaunti ya Kisumu, ambao wanawawinda na kula ndege aina ya kwarara. Kulingana na msimamizi wa kisiwa cha Ndere, idadi ya ndege hao imepungua maradufu. Licha ya utafiti kuonyesha uwezekano wa ndege hao kuwa hatari kwa binadamu, wakazi wa Seme wamekata kauli ya kuwawinda na kuwala ndege hao. Katika mkahawa huu ulioko katika ufuo wa Pao, eneo bunge la Seme kaunti ya Kisumu, wapishi wanatayarisha chamcha. Ila matayarisho haya si ya mchuzi wa kawaida. Ndege huyu wa porini aina ya Sacred Ibis anaandaliwa kuwa kitoweo. Nganga ni mzuri, tena ni tamu mm, ako na mafuta yake. E, bei yake ni mia mbili. Ng'ang'a ni tamu tena imeshinda hata nini kuku wa, wa WS na wataki ati tukule ng'ang'a juu, tukikula hiyo ng'ang'a na tunarudisha nini ng'ang'a? Sasa, sasa zinakuwa kidogo, na wataka ng'ang'a zikuwe nyingi, zi ng'ang'a ndio wanangoja hapo. Hata hivyo, shirika la huduma kwa wanyamapori limetoa onyo baada ya idadi ya ndege hao kupungua maradufu. Kwanza, kisheria. Hakuna mtu anaruhusa ya kuweza kula hiyo ndege. La pili ni kwamba uh, ile kazi tunafanya kama wananchi, tunafaa kuwa tunaelewa nini haswa tukifanya ndani ya sheria inaruhusika Nakala za kisayansi zimetoa tahadhari dhidi ya kumla ndege huyu ambaye huwinda na kula wanyama wengine ambao ni hatari kwa binadamu. Nilikuwa nadhani atitumbu ati, ati, ati tumbo itaniuma, na kama nilionja tu hivi nikakuwa nikapata nika, nika, nika kama nitamu. Sasa nimezoea kukula nganga hizi kwa sawa na mimi, lakini kwa wenye wameshazoea kuikula naweza sema iko faina wao, unaona Hali hii huenda imechangiwa na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo ukosefu wa chakula, hasa upungufu wa idadi ya samaki, umeongeza mizozo baina ya binadamu na wanyamapori. Lora Otieno, runinga ya Citizen.